Mwenezi wa baraza la wanawake wa CHADEMA bawacha Taifa, Sigrida Mligo, amezungumzia sakata la yeye kushambuliwa Machi 25, 2025 mjini Njombe mkoani Njombe, akidai kuwa aliyemshambulia ni mlinzi binafsi wa makamu mwenyekiti wa CHADEMA Bara, ndugu John Heche. Nikafika zamu yangu ya kuzungumza, nikiwa katikati ya kujenga hoja yangu ambayo ndio nilikuwa naizungumza, nikakatishwa. Nikamwambia makamu, ili unielewe vizuri na upate uhalisia vizuri, nipe muda nizungumze. Akasema kaa chini. Nikasema ufanye utende haki, nisikilize. Naomba unipe muda nikusimulie vizuri ile jambo, kwa sababu unataka ulijue ki Wasi wangu natoka nje, nikatoka. Nilivotoka nje, nikamtumia message nikasema, mwenyekiti, naomba nirumakam, naomba nirudi mheshimiwa, mambo ni mengi ya kuzungumza leo, nipe nafasi nizungumze. Nikamtumia message Heche moja kwa moja hakunijibu, lakini akaagiza nirudishwa kwenye kikao kwa maili

Askari wengine wawili walikuwa kwenye doria ya usiku, kumbe walisikia zile kelele tunazolumana pale nje, kwa hiyo wakasogea. Kwa hiyo asisi aidini na mkuu wa kituo na mawipi wawili waliona mimi nikipigwa, na nikaambia mimi na wao tumeenda polisi tukachukua PF3 na tukaja hospitalini kama mnavyoona, naendelea na matibabu, lakini maumivu ni makali sana, mazii kuchoka, nimegutua niliumia nilivyodondoka pale baada ya Ameeleza kuwa walikuwa katika majadiliano ya kikao cha ndani, alipojaribu kujenga hoja lakini alikatazwa mara kadhaa kabla ya kuamuliwa kutoka nje. Baada ya juhudi kadhaa za kutaka kurudi kwenye kikao, hatimaye aliruhusiwa. Hata hivyo, mlinzi huyo alitokea ghafla na kumshambulia kiasi kilichosababisha kuzirai kabla ya kusaidiwa na polisi waliokuwa jirani.